Mmeniona <laughs> sasa <laughs> wamewasafishia vizuri huku, wameokolia vizuri mpopoa mambo. Watu wananiuliza kwamba kuku wa kuku wa broiler tunaweza tukawapa aa, dawa za mimea Broiler, wanaweza kupewa dawa za mimea. Dawa za mimea kwa maana ya kwamba <coughs> kwa maana ya kwamba mwarobaini, mpera, uh, na nyinginezo. Unaona matunda yangu haya mapasheni haya makubwa kama nini, bado hayajaanza kuiva sasa <coughs> Hawa jamaa ndo wanashambulia kwelikweli, kwamba tunaweza tukatumiage tuka tunaweza tukawapa kuku aina ya broiler. Ah, chicken tunaweza tukawapa dawa za mimea? Mimi kwa kweli sijawahi kuwapa na sishauri, sishauri kabisa kuwapatia dawa za mimea broiler. Sishauri kuwapatia dawa za mimea broiler. Broiler wanatakiwa tu wanywe dawa zao za dukani za viwandani zile zile basi. Na kwangu mimi, dawa zangu mimi ni mbili tu kwa broiler. Yani, hawa broiler ukiwatengenezea mazingira masafi, banda liko safi, wanapokaa ni pakavu, kila kitu kiko sawa, hawa broiler hawawezi kushambuliwa na maradhi. Hawawezi kushambuliwa na maradhi, trust me hawawezi kushambuliwa na maradhi. Lakini kama wanapoishi penye pana sintofahamu, maradhi watapata tu, na ndo utaanza kuangaika sasa na madawa mala huku mala huku mala huku. Ukijitahidi wakawa na mazingira mazuri ya kuishi, ukajitahidi unawapa chanjo kwa wakati, wanapoishi ni pasafi pangavu kabisa, mi nataka nikuambie hawawezi kukusumbua, huna haja hata ya kuangaika na hizo dawa za, za, za, za, za, za majani dawa za mimea, huna hata haja, trust me. Wapo watu hapa wanafuga wangaiki kabisa, kwa sababu wanafuata yale ambayo mimi nawaelekeza, na mimi, ukiona kitu nakuelekeza, ujue nimekifanya, nina uzoefu nacho. Siwezi kuja hapa nikakudanganya, siwezi kuja hapa nikaja na vitu vya kuhisi. Hapana, siwezi kuja. Sasa wewe unamsumbua majinga majongo haya sasa na wewe na akili zako zote umemkimbia yule ameshindwa kumaliza kazi, una akili. Unanisikia vizuri. Siwezi kuja hapa afu nikakudanganya. Nakuja hapa na, kuja apa, na kuambia kitu ambacho mimi kweli ninakijua, nina uhakika nacho. Unaona? Kwa hiyo sishauri kuwapa broiler dawa za majani. Utakuja uwe kuku wako bure. Afu useme Madam Rose ali hapana. Kuku wa majani usiwapatie. Da, kuku wa broiler usiwapatie dawa za majani. Kuku wa broiler usiwapatie dawa za majani. Hawa hapa unaweza kuwapatia dawa za majani. Sasa, broiler wa kienyeji unaweza kuwapatia na zile ni chungu sana. Ujue broiler alivyokuwa mwepesi. Uchungu wa ile mwarubaini ule tu onya kimeza tu kwa ule uchungu wake unaweza kukuta anakufa hapo hapo. Ananyonga shingo eh, eh, eh kasha dondoka. Maana broiler ni mateketeke sana. Kwa hiyo Huyu dada, wewe jamani, wewe jogo, mbona unanipiga jamani, we niwekosea nini? Si, jamani mwonene jogo wangu we ona. <laughs> Are you sure you want to fight with me? Can <laughs> you fight? Ukafa usija ukapapa, mpisha huko, mimi nipisha nipite huko muone Unaweza ukampa mwa 40 ukashangaa, nyonga shingo hiyo hiyo anadondoka, ananiuliza huyu jamani. nilikuwa kazini na bosi wangu nukasema, tena. Kazi. So, majani. Mimama anajitahidi kunisafishia eneo langu vizuri, saizi hata kunaonekana kunapendeza wiki moja tu nilivyosafiri kwenda Uganda, yani nimerudi nimekuta majani kila kona. Mvua hizi jamani! Lakini saizi at least pa panaonekanaonekana pangavu, si ndio? Jamani, nipeni credit basi. Mlima wangu bado haujaanza kuzaa na huu hapa bado haujaanza kuzaa, si mzae eh. Mimi ninywe ujua limau Aye, ndio hivyo jamani, usiweke kabisa, usiweke kabisa, usiwapatie mpera, sijui ma mwarobaini, mi aloe vera ile usijaribu, sawa ndugu zangu. usijaribu. Mimi nawapenda sana napenda sana sana, sana, sana, sana. Mungu awabariki muwe na siku njema. Chao.